Japokuwa kuna watu wengine pengine hawakutaka jambo hili lifanikishe, ila Mungu alisimama na sisi, alisimama na timu zote, alisimama na makocha na viongozi wa timu, ndio maana leo hii tumelifanikisha hilo. Wadau wa michezo katika wilaya ya Mbinga mkoani Ruvuma wametakiwa kuunga mkono juhudi za kukuza vipaji na michezo katika maeneo yao. Hayo yamesemwa na Danieli Komba, afisa masoko wa kampuni ya Wailes Out Fit katika bonanza la michezo lililofanyika katika viwanja vya michezo katika kata ya Lusonga, mtaa wa Butihama, halmashauri ya Mbinga Mji. Mchezo uliokutanisha timu mbili za Lusonga FC na Butihama FC, mchezo uliomalizika kwa mikwaju ya penalti na Lusonga FC kuibuka mshindi. Anaitwa Daniel John Komba, ni meneja masoko wa kampuni ya Wailes Out Fit. Leo tuko kutangaza biashara yetu kwenye viwanja vya mtaa wa Kiaa, eneo la Butihama ambapo tumekuja kutangaza biashara lakini sambamba na hilo, tumekuja kudhamini mechi moja ambapo tumekutanisha vijana wa Lusonga fc na vijana wa Butiama fc e. Kwa hiyo sisi Wailes outfit kwa siku ya leo kwenye mpambano wa hapa kata ya Lusonga kwa timu hizo mbili, kwa yule ambaye ameshinda tumempa zawadi ya shilingi elfu sabini lakini pia yule aliyefungwa kwa kuchochea michezo kuinua jinaye tumempa zawadi ya shilingi elfu hamsini lakini sambamba na hilo, tuna zawadi zingine. Kuna zawadi tumempa kocha bora shilingi elfu ishirini. Sambamba na hilo, kuna waamuzi wamefanya vizuri kwa sababu ya kutengeneza chachu kwenye michezo, nao tumewapa elfu thelathini, lakini kuna wachezaji wengine ambao wamefanya vizuri, mchezaji bora, golikipa bora lakini na mfungaji bora, au wote nao tumewapa elfu kumi kumi. Kwa hiyo tunaendelea kuinua michezo sisi Wailes Outfit na popote pale tutaendelea kufanya hivyo, na wiki ijayo tena tunaenda kufanya tukio kama hilo maeneo ya Kiamili, ambapo watashindana timu ya Kiamili sekondari na timu ya Akili Mali sekondari. Hiyo itakuwa ni netball na football, nao tutawapa zawadi kem kem, tumeziandaa sisi Wailes outfit. Kwa hiyo tunawaalika wananchi, wazazi, kwa ajili ya kuboresha elimu tukiwa tunaamini elimu ni afya, lakini pia elimu ni uchumi. Tunaomba mjitokeze kwa wingi siku hiyo ambapo tutashindanisha hizo shule. Karibuni sana maeneo ya biashara yetu, ili tuweze kuinua uchumi wa taifa letu. naye katibu wa chama cha mpira wilayani Mbinga fambi bwana Alen Kumbukila amempongeza mkurugenzi wa kampuni ya Wailes Out Fit bwana Frank Ndunguru kwa kuwezesha mabonanza kama haya na kumwomba aendeleze harakati hizi katika maeneo mbalimbali ili kukuza michezo katika wilaya ya Mbinga. Kwa maana hili bonanza, nimpongeze kwa hatua hii ambayo wanayoendelea nayo, nimpongeze kwa hiki ambacho wanakifanya amepita katika shule mbalimbali na viwanja mbalimbali kwa ajili ya kuhamasisha michezo kwa maana ya kuunga jitihada za michezo kwa maana chama cha mpira wilaya Binga. Amekwenda mapera, ametoa zawadi mbalimbali kwa washindi ikiwemo na shule za msingi, ametoa jezi na mipira pia, na leo hii yuko katika bonanza hili hapa Butihama, ametoa zawadi mbalimbali kwa timu mbili. Timu ya Lusonga FC ameipa jezi full kwa maana ya jezi, t-shirt, bukta pamoja na soksi, pamoja na timu ya Butiama ambayo amewapa pia e jezi bukta pamoja na na socks. Aidha na na atatoa zawadi mbalimbali kwa washindi, ikiwa mshindi wa kwanza atapewa zawadi ya shilingi elfu sabini na mshindi wa pili atapata zawadi ya shilingi elfu hamsini na zawadi zingine kwa wafungaji bora golikipa bora pamoja na zawadi zingine kwa wadau mbalimbali. Kwa kweli mi nampongeza aipongeza eh, kampuni hii kwa maana ya kujali michezo na kurudisha fadhili kwa jamii usali kwa wanamichezo. Kiangalia hapa pia ni uwanja, ndio unafanyika uzinduzi wa uwanja huu kwa mara ya kwanza, na watu wako wengi wakifurahia burudani. Yote kwa yote, nimpongeze, na hata hivi bado anaendelea e, kuhamasisha michezo. Anategemea kwenda kiabili kutoa zawadi kama hizi. Mi e, niseme tu Mungu azidi kumjalia, azidi kutusapoti na kusapoti michezo na kumsapoti Rais wa Jamhuri ya Muungano mama yetu e, Samia Suluhu Hassan kwa kukuza michezo na kuinua vipaji kwa watoto toka shule ya msingi sekondari, e, na hata 2 pia na wakubwa pia mimi nimshukuru na kumpongeza sana asante. Aidha, makocha timu zote mbili wamepata nafasi ya kuzungumza kuhusiana bonanza ilivyokwenda na namna pia ambavyo mchezo huo ulivyomalizika, na nini maoni yao kwa mkurugenzi wa kampuni ya Wailes Out Fit, bwana Frenki Ndunguru. Hapa wanasema wanasema viwanjani, la tunapofika kwenye hatua ya mikwaja ya penalti, kimsingi yeyote anaweza kushinda kwa hiyo Nashukuru kwanza vijana wangu wamepambana, nashukuru wadau, nashukuru waandishi kwa kufika, nashukuru sana ksb. Ni mbinu ya mchezo, kwa sababu nilikuwa nimewasoma wenzangu, wana timu nzuri, wamejiandaa vizuri, wapo wanakomeeshanya mda mrefu, ila mini timu inaanzisha kama wazo unavyoanza, inamaana sikuwa na hiyo timu muda mrefu, kwa hiyo nilifanya ile maandalizi ya mchezo. Kwa hiyo niliwacha wao wamiliki, na nilitegemea nitashinda kwa counter attack, ila ndio hivyo imetokea, ndio matokeo ya mchezo. Kwa hiyo kimsingi, mi na washukuru wote, nashukuru na vijana, nashukuru na wote waliojitokeza kwenye mchezo. Kimsingi binafsi na washukuru sana nyote, wote inatokana na kama ilivyosema, ina maana kikosi changu sinacho muda mrefu, ni wachezaji ambao ndo naunganisha kwa na kukosa kwa kosea nafasi kwenye mchezo inakuwa ni kitu cha kawaida. Kwa hiyo ni sehemu ya mchezo, ni makosa yametokea. Kwa hiyo tutajipanga mchezo ujao, na mimi tutarekebisha tulichokosea leo na nami tutashinda. Na wanarus, na wanabutiama na mimi watafurahi sana timu yao siku za usoni. Ah uh, wasichoke, wasichoke endelea kujitokeza hata usikie tena hapa kama hii mechi zingine zinazoendelea waendelee kuisupport timu team yao. Timu nzuri, wasikate tamaa ni matokeo hata wao wameona leo. Kwa hiyo waendelee kujitokeza. Kwa bonanza letu yeye bila yeye tusingefanikisha hata kimoja. Yeye amefanya kila kilichotokea hapa leo kifanikishike. Kwa hiyo nashukuru sana Wailes Outfit nashukuru na, na wadau wengine ambao wametusupport kumtafuta Wailes Outfit na wadau wengine ambao wamesababisha bonanza letu litokee. Kwa majina naitwa Bosco Hela Nombo ni kocha mkuu timu ya Usonga FC. Eh, awali yote nipende kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa mechi hii kupitia uwanja. Lakini sambamba na hilo niliwaambia wachezaji wangu basi kwa ajili ya uwanja ulivyo basi tusitumie sana hii mpira yetu ambayo tumeelekezana basi tuweze kuangalia na kujua kwamba tutumie walau pasi ndefundefu. Nashukuru walinielewa, wameitumia tunavyoendelea basi nitakuwa na timu nzuri na sana, niwaambie basi wana Rusonga karibuni kusapoti timu yao ya Rusonga FC. Mimi kama ni mwalimu wao basi nitahakikisha hii timu itakuwa na upinzani us, na, na, na ushindani wa hali kubwa. Ilikuwa ni hasa uwanja ndio sana kwa ipita wakati sasa, wachezaji napo wakawa waka wamechoka kwa kuanguka anguka, kwa hiyo wakawa wameshuka, pumzi zimeshuka kidogo. Tunawashukuru sana kwa udhamini wao ili, ili tunaona sasa watakuza vipaji kwa mchezo kwa kata yetu ya Lusonga. Nawashukuru sana, asante sana mtazamaji wa Jongo Media <tosamaji> TV. Hapa ndipo ambapo mashindano yalifanyika kati ya Lusonga FC pamoja na Butihama FC yakiwa imezaganiwa na Wailes Outfit, ambapo uh, mchezo huu au mechi hii imeanza vizuri na imemalizika vizuri, lakini kwa pamoja wamekwenda amua wote, hakuna hata mmoja ambaye ameshinda. Lakini baada ya hapo basi Lusonga FC wameibuka kuwa washindi siku ya leo, na kumbuka tu kwamba wao tuliweza kule Kagera ambapo tulichezesha mechi wakati wa shule mbili na hiyo hii ilikuwa katika viwanda vya Butihama Lusonga iti kwa Jongo Media TV ninetwaraiswnikapika nuuma yangu. Unaona buruda zinaendelea kutoka wa a viwanja Butihama ambao